Baada ya mchezo ule uh, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe saba uh, mpaka siku ya tarehe kumi na tano ya mwezi wa kumi na mbili kutoka tarehe saba ambako mechi ilimalizika. Kwa hiyo tarehe nane mpaka tarehe kumi na tano wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano aa AFCON wachezaji wa Young African Sports Club wapo mapumziko kutoka siku ya tarehe nane baada tu mchezo kuisha tarehe saba mpaka tarehe kumi na tano. Tarehe kumi na tano ikifika wanatakiwa waripoti mazoezini na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Wakiripoti tarehe kumi na tano watafanya mazoezi mpaka tarehe ishirini wakifanya mpaka tarehe ishirini patakuwa pana breki nyingine kutoka tarehe 21 mpaka tarehe 28. Breki hii ya kwanza ni breki kwa sababu tumetoka kwenye mchaka, mchaka wa mechi ambazo zimefuatana, kwa hiyo tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika. Tarehe 15 wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe ishirini itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi alafu tarehe 21 tutawaruhusu mpaka tarehe ishirini na nane. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu uh, za Krismas zimeingia hapo. Kwao tunatoa nafasi kwa, na kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerekee pamoja sikukuu za Krismas. Tarehe ishirini na tisa wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini kwa muda wa kula bata, tarehe ishirini na moja mpaka tarehe ishirini na nane. Tarehe 29 wanatakiwa waripoti tena kambini, wakiripoti kambini tarehe 29 ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza katiba ya bodi ya ligi nini kitatokea, lakini tunajua na tunauhakika mwezi wa kwanza Young Africans takuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli, na mechi itafanyika tarehe tatu. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa, pakawa na michezo ya ligi, hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripota tarehe 29 maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa.